Hakuna ubishi kwamba mwanamke ni mzalishaji mkubwa wa chakula kwenye ngazi ya familia. Pamoja na ukweli huu, suala la umiliki wa ardhi kwa wanawake bado ni kama kitendawili, licha ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali pamoja na mashirika siyo ya kiserikali katika kulipambania hili. Masalu Luhunga ni mtaalamu wa masuala ya ardhi kutoka Landesa anakiri ukweli huu na kwamba mwanamke akimiliki ardhi, jamii inayomzunguka itakuwa na uhakika wa chakula. Landesa ni shirika la kimataifa la kutetea umiliki wa ardhi ambalo pamoja na mambo mengine limekuwa likipigania kuhakikisha mwanamke anapewa haki ya umiliki wa ardhi kama ilivyo kwa mwanaume. Uh, wazalishaji walio wengi katika sekta ya kilimo kwa maana ya wanaojishughulisha na shughuli za moja kwa moja kwenye shughuli za kilimo ni wanawake. Lakini kilimo hiki kinafanyika katika ardhi na ili uweze kukifanya katika namna ambayo ni bora zaidi, lazima kuwe na mahusiano ya wewe na ardhi hiyo. Sasa, kwa maana ya kimahusiano, ardhi na mwanamke ni changamoto kwa maana ya uwezo wa kumiliki, na walio wengi wanatumia ardhi ambazo si za kwao kwa maana ya ama ni ya mme wake au ni ya familia au ni ya kukodisha, kwa maana ya kukosa uwezo wa kumiliki. Sasa hii inasababisha, wakati wanatumia ardhi hiyo, kwanza, kukosa ule uhuru wa kuitumia kwa maana ya ukamilifu wake, ukamilifu wake katika hali ya kuilinda na kuweza kuitumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanajikuta wanazalisha kwa ajili ya matumizi ya, ya leo, kwa sababu hawana uhakika wa kesho. Lakini pia kile kinachotokana na e, shughuli zao za kilimo, asilimia kubwa wanakuwa hawana uhuru wa kuweza kuzipeleka masokoni au kuzitumia, kwa sababu wamiliki wa, wa ardhi wanakuwa si wao. Kwa mfano e, mwanamke anatumia ardhi ya familia anapata hiyo pressure kutoka kwenye familia kwa maana ya kwanza achie eneo, lakini pia kwa sababu wanazalisha kwao, lazima wahakikishe kwamba wanapata manufaa na kila anachokizalisha. Lakini pia kama anatumia e, ardhi ya mume wake, pale ambapo anafika hatua ya kuvuna, maana yake e, mume anakuwa na sauti zaidi katika namna ambavyo atatumiwa hayo. Sasa Landesa kama taasisi ya masuala ya ardhi, tumekuwa na shughuli lakini pia na mikakati ambayo imekuwa tukiitazama katika mlengo huo, ni kwa namna gani tunaweza tukaboresha uwezo wa wanawake kumiliki ardhi na kutumia ardhi kwa manufaa yao na manufaa ya jamii inayowazunguka, kwa sababu takwimu zinaonyesha mwanamke akiwa na uhakika wa ardhi, jamii inakuwa na uhakika wa chakula, inakuwa na maisha bora, kwa sababu ya shughuli zake anazozifanya na namna ambavyo anatumia ardhi hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukianza na swala la uimara wa sera na sheria zenyewe za nchi katika kutoa hiyo nafasi. Kwa hiyo kama Landesa tumeshiriki kwenye michakato ya maboresho ya sera na sheria mbalimbali, na kwa bahati nzuri pamoja kwa na kwamba imechukua muda kidogo kuja kupata e, maboresho ya sera mwaka huu 2025, mwezi wa tatu serikali imezindua maboresho ya sera ya mwaka 1995 pamoja na mambo mengine imeangazia swala la haki ya mwanamke katika kumiliki ardhi na zaidi kuangalia uwezo wa mwanamke kumiliki ardhi ya ukoo kwa maana ya kuweza kurithi, ambayo ilikuwa ni changamoto kwa sababu ya mila na desturi. Kwa tunaamini kwamba pamoja kwa na kwamba sera sio eh, haiwezi kujitekeleza bila kuwa na sheria, tunaamini maboresho ya sheria yatakayofata baada ya sera yenyewe yatakuwa ni imara zaidi katika kumpa nafasi mwanamke kuweza kumiliki ardhi lakini pia tumekuwa tukitoa elimu ya uelewa wa masuala ya sheria kwa sababu pamoja na maboresho ya sera, sheria zetu ziko wazi, kila mtu anayo haki ya kumiliki ardhi. Kuanzia kwenye katiba ya nchi inasema kila mtu ana haki ya kumiliki ardhi. Sheria zetu, sheria namba nne na sheria namba tano za mwaka tisini na tisa zote zinatoa haki sawa kwa mwanamke na mwanaume kumiliki ardhi, lakini utekelezaji wake huko chini umekuwa hafifu kwa sababu ya mila na desturi ambazo zinawabagua makundi haya katika umiliki wa ardhi. Kwa hiyo swala la elimu limekuwa ni eneo ambalo tumewekeza sana. Tunafanya kazi na wadau mbalimbali ambao tunawaimarisha katika kutoa elimu, lakini nao wanaenda kutoa elimu. Lakini pia jambo ambalo ni la msingi na muhimu, hasa katika jamii ambazo ziko vijijini, tumekuwa tukisaidia kufanya mipango ya matumizi ya ardhi, ambao katika mipango ya matumizi ya ardhi mojawapo ya hatua ni utoaji wa hati za haki miliki za kimila. Kwa katika maeneo ambayo tumefanya kazi, tumeweza kusaidia e, wanaume na wanawake kuweza kupata hati kwa ajili kwanza ya ulinzi wa ardhi zao, lakini pia kuendelea kuimarisha ile hadhi ya ardhi yenyewe na mtu kujisikia kuwa ana ulinzi. Kwa hiyo tuseme tu kwamba ipo haja ya wadau kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu pamoja na kwamba tunasema haya yaliyofanywa na Landesa lakini Landesa haiwezi kufika kila mahali, ni lazima ishirikiane na wadau wote e, sekta binafsi, serikali, pamoja na wadau wengine ili kuhakikisha kwamba makundi haya hasa ambayo yamekuwa nyuma katika umiliki wa ardhi yaweze kuwa na umiliki wa ardhi iliyo imara na kuweza kuzalisha kwa ajili ya jamii, na jamii ikiwa na chakula, basi maendeleo ni rahisi. Pia huyu ni Ana Makandi, mkulima mwanamke anayekiri umiliki wa ardhi kwa mwanamke ni kilio mboga kwa kiasi kikubwa. Sisi wakina mama tunapambana sana katika kutafuta ardhi ya kumiliki. Umiliki wetu unakuja ni kwamba kumekuwa na mila potofu sana toka enzi hizo kwamba wanawake hawawezi kumiliki ardhi. Lakini kwa wakati unavyokwenda na dunia inavyokwenda kwa sasa hivi, angalau serikali imetusaidia kwamba na sisi wanawake tunaweza kumiliki ardhi. Kumekuwa na mila potofu, mfumo dume kwamba mwanamke akiolewa hatakiwi kumiliki ardhi alikotoka, lakini sio kweli. Inatakiwa kwamba hata nilikotoka mimi kama wazazi wamekufa mgawanyo uwepo, wasipewe wanaume watupu. Sasa kwa mfano, mnakuwa mmezaliwa wanawake mmoja mmezaliwa mwanamke mmoja wanaume sita, kwa hiyo wote watagawana, mimi nabaki peke yangu hapo. Sasa nakuwa tumezaliwa tumbo moja au hatukuzaliwa tumbo moja? Wanakuwa wamenitenga kwamba mimi sio ndugu yao kwa sababu ningekuwa ndugu yao wangenifikiria kwamba na dada yetu tumpe, lakini imekuwa ni mfume dume, kwamba hata wakati huo sisi tunazaliwa na kwamba mtoto wa kike hataki kusoma, anatakiwa wanaume ndio wasome. Sasa kama ni wanadamu sisi, tutakaa tusome wote. Kwa tumekuwa wanawake, hatukupata elimu, hatukupata mashamba, hatukumiliki nyumba. Mzazi akifa, nyumba apewe mtoto wa kiume, wanawake tunabaki. Ulikoolewa nako unaenda kunyanyasika, ukirudi kwa kwenu ulikozaliwa nako unanyanyasika. kuhusu ali tunaomba serikali tusaidie, na sisi wanawake tumiliki ardhi kama wanavyomiliki wengine. <laughs> Uimara wa sera na sheria zitakazomnasua mwanamke ndilo jambo ambalo Landesa wanalipa kipaumbele. Kama Landesa taasisi eh, ya masuala ya ardhi na taasisi ambayo ni ya kimataifa, kwa sababu tuko kwenye nchi mbalimbali, unafanya kazi Tanzania na nchi zingine kwa Afrika, kwa Kenya, kwa Rwanda, kwa Liberia, kwa maana ya ofisi lakini e, kuna programu e, tuna programu pia katika nchi zingine. Tunaamini kwa maana ya kwamba tukiwa na sera na sheria ambazo ni imara, ni msingi, sio kwa maana ya kwamba itabadilisha kila kitu, lakini ndiyo msingi wa mwanzo wa mabadiliko. Kwa hiyo tunajikita zaidi katika kukusanya ushahidi wa namna gani bora ya sheria zetu katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania na nchi zingine ziwe imara katika kulinda haki ya ardhi. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania, moja ya mikakati tulionayo ni kuhakikisha kwamba eh, hasa kwa mfano kwenye swala la ardhi, baada ya sera kuzinduliwa, michakato ya utengenezaji sheria ihakikishe inatatua zile changamoto zilizopo. Kwa hiyo tunajaribu kushirikiana kwa karibu na serikali pamoja na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya mabadiliko ya sheria ambazo yatatokana na hiyo sera lakini pia e, swala la mipango ya matumizi ya ardhi ni sehemu ya mkakati wetu. E, bahati nzuri tumerejea hivi karibuni e, mkakati wetu wa miaka mitatu na moja ya eneo ambalo tunaliwekea mkazo ni kuhakikisha kwamba jamii zina matumizi ya ardhi ambayo ni, ya, ni, ni imara kwa maana ya sustainable. Na katika kufanya hilo ni sharti e, mipango ya matumizi ya ardhi iwe kipaumbele na bahati nzuri kwenye sera ya mabadiliko ya sera ya sasa hivi, moja ya eneo ambalo linatazamwa ni kuhakikisha kwamba kila kipande cha ardhi kinapimwa kinamilikishwa. Sasa ni swala ambalo ni jema sana, lakini lazima liwekewe misingi ambayo haitaweza kurahisisha watu kupoteza ardhi zao, bali kulinda ardhi zao. Kwa hiyo, kama Landesa sisi tunatazama zaidi katika swala la sheria na sera, lakini pia kuangalia utekelezaji wake. Hivi karibuni katika hotuba yake ya kufunga bunge, Rais Samia alisema kupitia sera ya kumiliki ardhi, kila kipande cha Tanzania kinatarajiwa kupimwa. Haki ya mwanamke kumiliki ardhi ndiyo habari ya mjini kwa sasa. Tuungane kupigania haki hii. Hakika mwanamke akimiliki ardhi, familia na jamii nzima itapata uhakika wa chakula.